Sasa Mheshimiwa Salome Makamba atafuatiwa na Mheshimiwa Tekla Ngele. Uh, Mheshimiwa Aida Joseph Kenan ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi nichangie kwenye hotuba hii muhimu kwenye bajeti hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kusema nilikuwa nimejipanga kuchangia siku ya jana na Mheshimiwa Naibu Spika aliposema twende tukatafakari bajeti hii, uh, akawa amenivuruga kidogo hivi, lakini nilipofika nyumbani, baada ya kusoma kwa kina hotuba hii yenye kurasa mia moja na tatu ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu ametumia masaa mawili kuisoma nilielewa, kwa nini Mheshimiwa Naibu Spika alisema turudi nyumbani tukatafakari. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisoma kwa makini hotuba hii na kwa uzoefu mdogo nilionao wa kukaa ndani ya bunge hili kwa miaka kumi. Mheshimiwa mwenyekiti nimejifunza jambo moja kubwa sana. Rais Samia Suluhu Hassan, pamoja na kwamba tunamsifia ndani ya bunge hili, kuna kazi kubwa sana ambayo ni mtihani mkubwa, labda pengine wengi wetu tusingeweza kufaulu kama tungepewa, ambayo mama huyu alifaulu kufanya. Mheshimiwa mwenyekiti, mataifa mengi yanapokuwa yamemaliza uchaguzi au inapobadilisha utawala, moja kati ya changamoto kubwa ambayo yanapata mataifa hayo ni namna ya kuendeleza miradi au mipango ya mtangulizi aliyetoka madarakani. Ukiangalia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na ukarejea hotuba mbalimbali mbali kwa miaka mitano, sita, kumi iliyopita, unaona namna ambavyo Mheshimiwa rais ameonyesha sio tu dhamira ya dhati lakini ameonyesha commitment ya hali ya juu kuhakikisha kwamba mipango ya watangulizi wake inakamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwa kuonyesha commitment hiyo, kabla sijaanza kutaja mipango hiyo, mama huyu ametupa dira kwa kusema kwamba, na isitokee tena ndani ya nchi hii utawala ukibadilika mipango inabadilika. Akaamua kutengeneza wizara maalum, wizara ya mipango, akatengeneza tume maalum ya mipango akamweka Profesa Kitila Mkumbo na anko wangu pale, mheshimiwa Nyongo wasimamie wizara ile kuhakikisha mipango ya nchi hii inayopangwa kwa miaka ishirini na tano miaka hamsini itatekelezwa pamoja na kubadilika nyakati mbalimbali za mamlaka. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze tu na upande wa nishati, lile bwawa la Stiglers. Mheshimiwa mwenyekiti, mipango yake inaweza kufanyika tangu miaka ya sitini watangulizi wake walihangaika kutekeleza, wakahangaika na kuhangaika, lakini hivi tunavyozungumza leo, mheshimiwa mwenyekiti, mitambo yote tisa imeshawashwa chini ya usimamizi wa Dokta Doto Mashaka Biteko, tabani zote zimewaka, vijiji vyote elfu kumi na kitu vimewashiwa umeme. Na mheshimiwa mwenyekiti, haya yatokee hivi hivi, ni lazima uwe na kiongozi ambaye anasimamia shughuli hizi zitekelezwe, sio mwingine ni Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa, mambo haya hayatokei kama muujiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda wizara ya kilimo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa mbungeni tunaongelea bajeti ya bilioni mia mbili, leo tunaongelea 1.3 trillion. Kaka yangu Bashi anasimamia, waziri mkuu anakimbizana nao kila siku, anaangalia namna ambavyo miradi inatekelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Yaani, chini ya uongozi wa waziri mkuu kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, leo sisi Tanzania tunajivunia tumeagiza ndege ya kuua nde, yaani, yaani ndege kwa maana ya aeroplane ya kuua ndege wale waharibifu, ya kupulizia dawa. Mheshimiwa mwenyekiti, haya mambo yatokee hivi hivi, ni lazima uwe na viongozi makini kusimamia. Mheshimiwa mwenyekiti, nimesoma hotuba ya waziri mkuu hapa, ukurasa wa sitini na ngapi, anasema kwenye wizara ya maji ndani ya mwaka mmoja visima 925 wastani kila kila jimbo moja la uchaguzi limepata visima vitano ndani ya mwaka mmoja vya maji hivi. Mimi ni nani leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nishinde kuunga mkono hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu? Mimi ni nani? Nitakuwa sina uchungu na inchi? Kina mama wametuliwa ndoo kichwani. Mimi Salome nilikuwa pale Shinyanga, tunafuata maji kilomita kumi na tatu maji ya kunywa na maji ya kutumia. Leo angalau kila jimbo limechimbwa kisima ndani ya mwaka mmoja tena sio kimoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nampongeza mheshimiwa waziri mkuu, anafanya kazi kubwa, anasimamia serikali, anatusimamia na kazi inaonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale kwetu Shinyanga, ibada kuli ule uwanja wa ndege ilikuwa nightmare, ilikuwa ni ndoto. Kamati ya bunge mimi ukagua juzi, mheshimiwa mwenyekiti, uwanja unakaribia kukamilika, ndege zitatua pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inafanya kazi. Leo mheshimiwa mwenyekiti, eni Unatenganishaje maendeleo haya? Unatenganishaje demokrasia tulionayo nayo na maendeleo makubwa na mheshimiwa rais na mheshimiwa waziri mkuu na serikali iliyoko madarakani, nitakuwa ni mtu ambaye sina shukurani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, anaibuka mtu mmoja tu leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, unajua, naomba niwakumbushe waheshimiwa wa bunge wenzangu, hii nchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995 na mwaka 95 tulikuwa na wabunge wa upinzani mwaka elfu mbili tulikuwa na wabunge wa upinzani ishirini na sita, mwaka elfu mbili na kumi tulikuwa na wabunge wa upinzani themanini na tisa, wa upinzani wakati huo mheshimiwa Mboyo ndo aligombea urais mwaka elfu mbili na tano tulikuwa na wabunge wa upinzani mia moja kumi na sita na elfu mbili na ishirini tuko wabunge ishirini na nane wa upinzani. Hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria. Hakuna mtu aliyesubutu kusema hivyo, hakuna mtu aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Leo mheshimiwa mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa, kwa sababu anajua Samia amefanya kazi, anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji ya kunawa. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi. Ndio bana, wameweka mpira kwapani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Awamu zote sita ambazo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote CCM ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana. Wanaweka mpira kwa pani, hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni msukuma wa Shinyanga, sina pa kwenda. Pasipoti nimepewa na Bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi, sina pa kwenda, mama yangu, familia yangu haina pa kwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii, kung'ang'ania kitu kisichowezekana, kung'ang'ania kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi. Imebaki miaka mi, miezi mitatu, twende kwenye uchaguzi, unang'ang'ania natuwezi, na we na mtu ni mwanasheria, wote tunajua humu ndani utaratibu wa utungaji wa sheria, utaratibu wa kurejea sheria una namna yake, ambayo unahitaji muda. Ni lazima tutebo mara ya kwanza, ni lazima tutebo mara ya pili, ni lazima watu watoe maoni, ni lazima watoe maoni wananchi. Huo mchakato anataka mtu fa, ametia mpira kwapani. Na mheshimiwa mwenyekiti, mimi naungana na, na wale wanaojiita sijui G55 nani, mimi naenda kugombea. Na nitarudi humu bungeni na nimwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona mmeongeza bajeti, baba ongeza mpunga, leta ballot paper, leta maboksi, si tuko tayari kwa uchaguzi? Leta maboksi, tuko tayari kwa uchaguzi. Haiwezekani mtu mmoja aye ndo anaamua hii nchi leo iwe Jumapili, kesho Jumatatu, yeye Jumatatu anaongea yeye, mwanaume yeye, kibausa yeye, hatuwezi kukubali. Na mheshimiwa mwenyekiti, nikwambie kitu kimoja, mimi Salome na wananchi wa Shinyanga hasa kina mama tunasema hivi, yote yametekelezwa. Mama Samia, mitano tena Mama Samia mitano tena. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura, tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukanwa kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote, mara ameuza bandari, mara si mama amefanya. Sasa hivi ameshia kusema mama akifungua pochi mambo yanatekelezwa. Mimi niko kamati ya TAMISEMI, mheshimiwa mwenyekiti, niko kamati ya TAMISEMI. Kwa mara ya kwanza kwenye nchi hii, kwa mara ya kwanza, nimeshuhudia kwa macho yangu jengo la mama na mtoto, mi na watoto. Mheshimiwa mwenyekiti, jengo la mama na mtoto, yaani ukishindwa kujifungua kawaida, chumba kinachofuata unaweza kufanyia operation. chumba kinachofuata kama mtoto wako ni njiti, unaweza kumweka kwenye chumba cha watoto njiti